Karibu kwenye Siri Time. Mahali pa tafakari, utafiti na sauti ya ndani inayouliza maswali ambayo wengi hukimbia kuyajibu. Hii hapa ni episode ya kwanza, uchawi ni nini? Ikiwa ni utangulizi wa mfululizo mpya unaochunguza mipaka ya maarifa ya, ya kibinadamu na siri zisizoelezeka. Karibu kwenye Siri Time. Mahali ambapo mawazo yanazama na maswali yanayoulizwa hayahitaji majibu ya haraka. Leo tunaanza safari, safari ya kuelewa uchawi. Je, ni nguvu halisi au ni tu kutokuelewa kwa wakati? Zamani sana watu waliabudu sumaku, waliona jinsi inavyovuta chuma bila kugusa, wakisema hiki ni cha miujiza, hiki ni uchawi. Kwa sababu ilikuwa inavuta chuma bila kuguswa, waliamini ni Mungu. Lakini leo hii sumaku imewekwa ndani ya redio, simu, na hata vifaa vya matibabu. Ni sayansi tu. Hii inatufundisha kitu kimoja, uchawi wa jana ni sayansi ya leo. Lakini je, uchawi wa leo ni nini gani hatujaweza kuelewa? Na je, siku moja tutavielewa, au tutaviogopa tu milele? Swali ni hili: maisha haya yana pande mbili. Binadamu tuna mwili, lakini pia tuna nafsi. Sayansi inaeleza kinachoonekana, lakini upande mwingine, upande wa giza, upande usioguswa, pale unaposikia sauti ndani yako, pale unapoota na ndoto zinatimia, pale unapojua jambo kabla halijatokea. Ukiona kitu kisichoeleweka ukakiweka wazi ukisema, nimeona kivuli nimeota mambo yanayotimia, sayansi itakuambia wewe una matatizo ya akili. Hiyo video umeedit wapi? Hakuna ushahidi. Lakini mimi ndugu zangu, editing niifanyeje? akati kusoma sijasoma, hata hiyo nanilia yenywe iyo nanili nini hii komputa sijaisoma. Lakini kilichotokea kilitokea kweli, na sijui kwa nini. Sayansi ilipofikia mipaka yake, ikaamua kuchunguza vitu visivyo na umbo. Wakasema twende chini zaidi tuone chanzo cha kila kitu. Hapo ndipo wakaingia kwenye kwanto na wakakuta kitu cha kushangaza. Mwangaza unaweza kuwa mawimbi na chembe kwa wakati mmoja, inategemea tu namna unavyokitazama. Wakagundua kuwa mwangaza ni kitu tulichodhani tunakijua, lakini hatukijui kabisa. Mwangaza unaweza kuwa mawimbi na chembe kwa wakati mmoja inategemea tu jinsi unavyokitazama. Hapo ndipo sayansi ikakubali kuwa kuna upande mwingine, upande usioonekana, upande ambao zamani uliitwa uchawi. Quantum physics ndiyo ilianza kufungua mlango huu, na leo hii tunaelewa labda asilimia moja tu ya quantum, lakini tukiweza kuelewa asilimia kumi tu labda tutaelewa uchawi, na labda uchawi si kitu, bali ni kutokuelewa. Ndio ulikuwa mwanzo wa kuelewa kwamba kuna upande wa mwanga na kuna upande wa giza, kuna upande unaoelezeka na upande ambao hautakiwi kuongelewa. Teknolojia ya quantum ndio mwanzo wa kuwasha taa katika kile kilichoitwa uchawi. Leo hii tunaamini kwamba tukielewa asilimia kumi tu ya quantum, basi tunaweza kuelewa vitu ambavyo zamani vilionekana kuwa ni uchawi. Uchawi unaweza kuwa sayansi ambayo bado hatujaielewa. Pengine kuna dunia isiyoonekana inayoendesha hii tunayoiita ya kawaida, na kuna siri bado hazijafunguliwa. Sehemu inayofuata, pande mbili za ulimwengu, sayansi na siri yanaf swali ni hili: je, kuna dunia isiyoonekana inayoendesha hii tunayoiona? Siri Time inaishia hapo kwa leo, usisahau kusubscribe